Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna hili suala la idadi ya rakaa za tarawehe ni ngapi? Suala hili limeleta mkanganyiko sana, kwa sababu kuna baadhi ya misikiti wanaswali rakaa ishirini na kuna wengine wanaswali rakaa nane Je, usahihi zaidi ni upi? Kwanza kabisa, tunajua na tunafahamu ya kwamba Waislamu tunachukua muongozo wetu wa ibada kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tunatizama kile ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifanya na sisi tunafanya. Ila vile vile tunafuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotuelekeza. Ametuambia tufanye kitu fulani, sisi tunafanya. Kwa hiyo alichokisema Mtume tutakifanya na alichokuwa yeye mwenyewe amekifanya tutakifanya vile vile. Kwa sababu huko ndiko kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika hili suala la tarawehe, Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawehe raka ngapi? Usahihi zaidi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake wote hajawahi kuswali swala inayoitwa swala ya tarawehe. Hakuna, wala hakuna hadithi ambayo inaweza kuletwa yoyote ile ikasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuswali swala ya tarawehe, sio akiwa na jamaa, hata akiwa nyumbani kwake. Hakuna hadithi hata moja inayosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali swala ya tarawehe. Kwa hiyo ina maana yeye hakuwahi kuwaswalisha watu tarawehe wala yeye mwenyewe binafsi mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kuiswali swala ya tarawehe. Kivipi? Kwa sababu hadithi iliyokuja ya nana Aisha, masahaba walimuuliza, je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali vipi swala zake za usiku katika mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu Ramadhani inajulikana watu wanafanya ibada kwa wingi. Sasa, je, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa swala zake za usiku akiziswali vipi? Nana Aisha akajibu akasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali rakaa kumi na moja maanake zile nane na tatu za witri rakaa kumi na moja na alikuwa kiswali hizo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Yaani, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hazidishi katika mwezi wa Ramadhani rakaa zaidi ya kumi na moja. Hiyo ni hadithi, na hadithi hiyo ndio inatumika sana kwa wanaoswali rakaa nane, lakini hadithi hiyo inazungumzia masuala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuswali swala za usiku lakini siyo swala makhsusi ya tarawehe. Asili ya swala ya tarawehe ilianzishwa na Sajiduna Umar radhiallahu anhu, na mtume sallallahu alaihi wasallam alishatueleza, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rashidin almahdiyin tu, tujilazimishe na kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na vilevile kufuata sunna za makhalifa wake Yaani, viongozi watakaokuja baada yake yeye, na Sayyiduna Umar ni kiongozi wa pili katika Uislamu, na yeye ndio alioibuni aliyoibuni na kuianzisha rasmi ibada ya swala ya tarawehe katika mwezi mtukufu Ramadhani. Huo ndio ukweli, na Sayyiduna Umar radhiallahu anhu alipoanzisha, alileta rakaa ishirini, hakuleta rakaa nane alizoziswali mtume sallallahu alaihi wasallam za usiku mtume mte alikuwa azidishi na masahaba wanayakini na wana hakika ya kwamba mtume a hakuwahi kuzidisha zaidi ya raka ya kumi na moja katika mwezi wa Ramadhani na hata miezi mingine. Ilikuwa Sayidina Omar yeye akileta ile swala tarawehe, aleta hizo hizo nane ama kumi na moja, mefahamu. Lakini sasa Sayidina Omar akaleta ishirini kwa sababu ni kitu kipya, sio kile ambacho kwamba mtume alikuwa amekifanya. Hiki ni kingine, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliwahi kuswali ama kuswalisha watu rakaa kumi na moja msikitini kwa jamaa kwa muda wa siku tatu. Ile ilikuwa ni qiyamu layli, ni swala ya usiku ya kawaida ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuiswali katika Ramadhani na hata nje ya Ramadhani. Kwa kuwa Ramadhani watu wanafanya ibada kwa wingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswalisha watu rakaa kumi na moja kisha baadaye, baada ya siku tatu, Mtume sallam akawacha kukofia kufaradhiwa lakini saidina omar alivyokuja hakuziregesha zile nane au hakuziregesha zile kumi na moja za mtume alikuja na zake ishirini ukiongeza na witri tatu zinakuwa ni ishirini na tatu kumaanisha ilikuwa hii ya saidina omar ni kitu kipya na ndio maana saidina omar alivyobuni hiyo na watu wakaanza kuswali akaona mkusanyiko wa watu wamekusanyika kuswali swala ya tarawehe kwa wingi za raka ishirini na tatu alisema ni'matu bid'ah hadhi hii ndiyo neema ya bid'ah Neno la bid'a Saidina Umar alilitumia maanake, hii ndiyo neema ya kuzusha kwa kheri, kuanzisha kwa jambo la kheri, neema ya kuanzisha kitu kipya, lakini kitu cha kheri, ndiyo hii maana yake. Yeye ameamini na ameitakidi na amejua ya kwamba hichi kitu nakianzisha ni kipya, mtume hajakifanya. Kwa hiyo asili ya ibada ya sala ya tarawehe ni rakaa ishirini kutoka kwa Saidina Umar radhiallahu anhu. Sasa suala litakuja wale wanaoswali rakaa nane wanaswali nini? Wale wanaswali qiyamu laili. Je, swala ya tarawehe si qiyamu laili? Ndiyo, swala ya tarawehe vile vilevile pia ni qiyamu laili, lakini swala ya tarawehe ni swala inayoswaliwa Ramadhani peke yake. Kwa hiyo qiyamu laili ya Ramadhani peke yake ni rakaa ishirini na tatu ambayo ni swala tarawih tarawehe. Qiyamu laili ya Ramadhani na nje ya Ramadhani ni rakaa nane au rakaa kumi na moja ambayo hiyo ni qiyamu laili ya kawaida. Kwa hiyo qiyamul leili iliyokuwa ni khas ya Ramadhani ni rakaa ishirini ambayo hiyo ni swala ya tarawehe. Ukitaka kuleta zile qiyamul leili zingine na tahajudi masala mangine, lakini tukizungumza tarawehe, tarawehe ni ya Ramadhani na khas, asili yake imekuja rakaa ishirini na tatu na huo ndio ufahamu uliosahihi katika suala la ibada ya swala ya tarawehe zote zina fadhila. Ukiswali qiyamul layli rakaa nane ina fadhila, ukiswali rakaa 20 za tarawih ina fadhila, zote zina fadhila, lakini hii ya 20 ni makhsus kwa kuwa ni tarawih. Lazima hilo lieleweke. Ama swala la watu wakiswali raka nane, kisha wakasema wameswali tarawehe. La, wanaoswali raka nane au raka kumi na moja hawaswali tarawehe. Naregelea tena kwa capital letters, kwa herufi kubwa: wanaoswali raka nane au raka kumi na moja hawaswali tarawehe, wanaswali kiyamu leili. Angalau waweza kusema katika raka ishirini zilizoanzishwa za Saidina Umar ambazo ndio tarawehe ya aswili. Katika hizo ishirini sisi tutaswali nane na tutazifunga na tatu za witri, zitakuwa kumi na moja. Katika zile raka ishirini za Saidina Umar, asili ya tarawehe ambao ni ishirini, sisi tutaswali nane tuengeze na kumi na moja lakini iwe twajua na tuamini kwamba sisi tumeswali nusu ya ile ambayo kwamba Saidina Omar ameleta. Lakini kuitakidi kwa ya kwamba idadi ya swala tarawehe imebanwa katika raka nane au raka kumi na moja hiyo hakuna katika sheria na ha haijawahi kutokea kitu kama hicho. Swala tarawehe haikuswaliwa na Mtume sala salam, aliswali qiyamul layl ya kawaida, hakuswali tarawehe. Lazima nafikiri ielezwe hii swala na ifahamike, na sioni kama kutakuwa kuna haja ya ya malumbano, kwa sababu zote ni khairi. Wanaoswali wana na wana raka nane wana hawaswali tarawehe, wanaswali qiyamul layl, na zina fadhila kubwa qiyamul layl. Wanaoswali raka 20 ndio wanaswali tarawehe ya kweli ya sajidina Umar hiyo na ina fadhila vile vile. Kwa hiyo kupata malipo na kheri kutoka kwa Allah itategemea na nia ya mtu na, na itategemea na ikhlasi ya mtu katika ile ibada. Lakini asili wanaoswali swala ishirini ndio ama wanaoswali raka ishirini ndiyo wanaofuata asili ya tarawih. Wanaoswali raka nane hawaswali asili ya tarawih. Wanaoswali qiyamul layl wanaoswali asili ya qiyamul layl ya mtume ya kawaida na wakiwa wale wataswali na kuweka kusema kwamba sisi tutaswali raka ishirini, lakini katika ishirini hatutatimiza zote, maana ni nyingi, tutaswali nane katika ishirini tutaswali nane, hiyo itakuwa ni tarawehe. Lakini katika ishirini mmeswali nane, kuliko kusema mmezitia kwenye mabano raka nane au kumi na moja ndio tarawehe, hicho kitu hakipo. Nafikiri hilo swala limefahamika. Shukran, wajazakumullahu kheri, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.